Anaweza kuja kuangalia lakini, sharti letu ni avae jezi nyekundu. Hilo ni la kwanza, na tunasema wazi na tunasisitiza ya kwamba hatuko tayari kuona mtu yeyote anatuharibia shughuli yetu ambayo tumeiandaa vizuri kwa miaka mingi. Kama unaiombea Simba ipoteze fainali hii We iombe huko ukiwa umekaa unapiga goti kwa Mungu wako, wanatuombea Simba tutupoteze, sisi hatuna mashaka na hilo lakini, ukifanya vitu vya dhahiri na tukakuona ama tukakubaini, tunakwambia tu, hatukutishi, lakini tunakwambia kwamba tutakufanyia ubaya ambao hautategemea, kuanzia wewe na familia yako, utaiponza familia yako. Hatutakuacha, hatuko tayari kwa maandalizi tuliyofanya halafu anakuja kidudu mtu anatuharibia shughuli yetu hatu. Na kama wanafikiri tunatania, tia mkono uone. Ah uh, Ahmed, labda nakumalizia kwa mujibu wa Shomari Kapombe, anasema wao ni nyakati wa kukata kiu ya Watanzania ambao walikuwa wanaisubiri. Magoli mawili kwao haiwezi kuwa sababu ya kuwafanya kuwa uh, wanyonge. Kwa kauli ya mchezaji kwenu uh, kama viongozi, mnaipokea kwa namna gani? Sisi hata tungefungwa goli kumi Berkane Moroko bado tungerudi hapa Dar es Salaam na confidence kubwa ya kupata goli kumi na moja. Hii ndio Simba tunaoijua na haya ndio mambo ambayo Simba anaweza kufanya. Kwa goli mbili za Berkane, sisi wala hazitutii mashaka hata kidogo, na hapa katika uwanja wa Amaan tunazirejesha mapema tu, tunakwenda kutafuta goli la ushindi. Kwa hilo wala watu wasiwe na wasiwasi, huo ndio uhakika wetu Simba Sports Club. tunawarejeshea mbili zao na kama tulivyosema watazitapika, wakimaliza kutapika mbili zao tunawalisha mbili zetu sisi za kwenda kuchukua ubingwa. Hii ndio Simba Sports Club marejesho. Wito kwa mashabiki, huu mchezo wa kipekee wa fainali na una, una, una kanuni zake na maelekezo yake wito wako kwa wale ambao kidogo wanakuja daka tano kabla ya mchezo kuelekea kwenye mchezo wa fainali, una special una insisti nini? Kwanza watu lazima wajue eh, hii mechi ina mazingira tofauti ambayo hakuna mtu yoyote anayajua hayo mazingira, kwa sababu hajawahi kuexperience. Sasa kuepusha eh, kuepusha, kuepusha kukutana na mazingira mapya ni vema ukaja mapema changamoto utakayokutana nayo uweze, uweze kuitatua mapema. Kesho kuna wageni wengi wanakuja hapa uwanjani, wageni wote, viongozi wote wa juu wa kafu wanakuja uwanjani. Eh, uh, Rais Dkt. Hussein Mwinyi anakuja uwanjani pamoja na mataikun wengine wa Afrika wanakuja kwenye huu mchezo. Maana yake ni kwamba logistics zake ni za kitofauti kidogo, ili kuepusha changamoto hizo. Njoo uwanjani mapema, mageti yatafunguliwa mapema saa tano asubuhi. Njoo zako uwanjani, njoo mwone mnyama akiandika historia mpya Afrika. Asante.